Na kauli ya kinara wa ODM Daktari Oburu Oginga kuwa chungwa linalenga kiti cha naibu rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, imewagusa pabaya viongozi wa UDA, haswa kutoka maeneo ya Mlima Kenya. Viongozi hao wamesema kamwe hawatakubali kumsulubisha Profesa Kithure Kindiki kwa kutafuta uungwaji mkono na ODM. Na kama anavyotuarifu Melita Oletenges, viongozi hao wanasisitiza kuwa wana imani na Kindiki kuendelea kuhifadhi kiti hicho kijacho. Ngoma ya ndoa ya ODM na UDA ikipigwa kutoka mirengo yote miwili, kiti cha naibu rais anachokikalia sasa Profesa Kithure Kindiki kimeibua mjadala mpana. Kipenga cha mkwaruzano huo kilipulizwa na kinara wa chungwa Oburu Oginga, aliyesema kwamba chama cha ODM kinamezea mate kiti hicho. Wandani wa Kindiki wakionekana kukerwa na matamshi ya Oginga. Profesa Kithure Kindiki amekalia hiyo kiti sawasawa, hiyo tunasema wakuje juu, waende chini, waende kando, hatuachili kama kuna kitu inawezafanya tutoke kwa hii serikali na hiyo muungano ni kiti ya namba mbili. Tunaambia ODM wa relax, naibu wa rahisi usiku na mchana ni nikizure abraham hautugirea negoiab, wakitoa pendekezo kwa ODM ikiwa usuhuba wao wa kisiasa utaisha kwenye ndoa mwaka 2027.

Oh, Kindiki akitetewa vikali kutoka pande zote za mlimani. Mtu anaona msichana mzuri anaitwa kiti ya deputy president, lakini huyu msichana ako na mwenyewe, ni bibi ya mtu ametolewa mahali. Lakini kusema kweli, hata nikikuita kwa nyumba yangu, we unaniambia niamke ile kiti ninakalia we ukalia ama unakalia ile nakupatia? Cheche hizi kutoka Mlima Kenya zikiweka kiunzi kwa ODM kabla hata ya mazungumzo na UDA kuanza. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen.